Mimi niwashukuru kwa kazi kubwa mnayoifanya dhidi ya serikali yetu. Walimu sisi mimi, wanasema bado sisi walimu ni wito, watu bado watu, kuna watu wanasema kwamba walimu ni ajira kama ajira nyingine, si ndio? Eh, ioneshe ni sawa kwa sababu ndio imeingia, lakini bado nasema uwalimu ni nini? Wito kwa sababu kubwa mbili, moja tunachokipata na tuna service tunao provide pale aviligai. <coughs> Kumfundisha mtoto kutoka hapo alipo mpaka afike hapo alipofika ni kazi kubwa sana. Sisi ndio mashehe huko, sisi ndio maskofu sisi ndio madaktari, sisi ni maaskari, sisi, sisi ni wazazi, sisi ni walezi. Kila aina ya mtu uno, au nafasi ya mtu unaipata ndani ya mwalimu. Kwa hiyo ukiangalia vyote tunaoitoa unaona kwamba, na kile tunachokipata unaona kwamba hii huu ni wito. Changamoto ya wito ina mambo makubwa mawili, kuna laana na heri. Tukifanya vibaya, tusipotumikia vizuri wito wetu wa ualimu, tunabeba laana. Unaweza kuwa na shangaa, wale watoto ni wa mwalimu, baba yao wa na mama yao walikuwa mwalimu, lakini watoto hawaeleweki. Kumbe tuliwatenda vibaya wale watoto tukiokabiziwa, wanakuwa unafikiria hali hivyo hivyo hivyo, lakini kumbe umebeba laana, kwa sababu kuna mara fulani kufanya jambo fulani ni heri, kwa sababu kuna watu miwafanikisha na leo na kuombea wewe, wanakuombea heri utoke hapo ulipo, ama Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki kwa sababu umemsaidia kumtoa pale alipokuwa umemfikishia sehemu ambayo ni nzuri. Ndugu zangu, sisi walimu watu wakituona hivi tu, lakini nakwambia kuna mtu anakuombea, kuna mtu ulimtenda vyema, ulimfundisha vizuri, ukamsaidia katika shule anapokaa inawezekana hajawahi kupata shilingi 10. Lakini anasema mwalimu fulani